Habari za mchana, karibuni sana kwanza, mtuie razi. Unajua leo Jumamosi, lazima tuanzie jumuiya, hasa sisi wa Katoliki, pia lazima tuanzie jumuiya, at least tujumuike na familia zako za mtaani, then uendelee na majukumu yako. Kwa hiyo mbele yenu ni waumini wa Katoliki na tuna taarifa ya waumini wa Katoliki kuhusu matusi ya Askofu Ruwa'ichi madhabauni. Sisi binafsi tuna tamko letu, tuna taarifa yetu. Kwa hiyo tumependa waandishi wa habari, hii taarifa iwafikie Wakristo wote. Tunapingana na kauli zilizotolewa na Thaddaeus Ruwa'ichi, kutumia mimbari kueneza chuki, kutisha waumini na kuwavua Ukristo baada badala ya kujibu hoja halali na zilizowasilishwa na, kwa balozi wa Vatican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 Je, kanisa lingeona hilo kuwa ni fundisho sahihi kwa Injili? Kama yeye kweli Ruwa'ichi na Twitter sisi waumini ni marofu wapumbavu. Sasa what if sisi waumini tuseme kiongozi wetu yuko kama alivyotaja sisi waumini wake, kanisa lingesemaje? Yeah. Kanisa lingesemaje? Kwa hiyo ukirudi kwenye maandiko ki, ya kiroho Mtume Paulo anaongezea usimhukumu mtumishi wa mtu okay, nishasema tunauliza kwa haki na kwa dhamira safi, ingekuwaje kama askofu naye angegewa hayo maneno mazito? Kama maneno hayo hayakubariki yakielekezwa kwa askofu, basi hayapaswi kabisa kuelekezwa kwa waumini. Namba tatu, kupingana na kuburuzwa kwa waumini hadharani ili tusikilizane, ndio la muhimu sana. Mafundisho ya Kikristo hayaruhusu kuburuzana hadharani, hasa kama wewe ni Mkristo, umepitia hatua zote tatu: umebatizwa, umepata komunio ya kwanza, umepata kipaimara. Hivi vitu lazima utavielewa. Biblia inaelekeza kwamba kama kuna tofauti au mlalamiko yashughulikiwe kwa hekima na, na faraga. Yesu anasema naomba ninukuu, Mathayo 18 mstari wa 15: ikiwa ndugu yako amekukosea, nenda kamwonyeshe faragani. Aidha, anaonya "msiwakwaze wadogo hawa," kwenye Mathayo 18 mstari wa sita. Kuburuzwa kwa waamini madhabauni ni kuwakwaza, kuwadhalilisha na kuharibu imani yao ya kiroho. Hoja yetu ya nne: hoja zilizowasilishwa Vatican hazijajibiwa. Ni muhimu kusisitiza kwamba chanzo cha mjadala huu ni barua halali iliyowasilishwa kwa balozi wa Vatican nchini in Tanzania, na waumini wenzetu waliotanguliwa, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini. Nafikiri yote mliona, waandishi wa habari, waumini wenzetu walitangulia, walipeleka barua Vatican, lakini kama lilivyotokea kiongozi wetu akiroa akajibu pasipo sisi kupata majibu ya waumini wenzetu walitanguliza hiyo barua. Kwa hiyo barua hiyo ilikuwa ni ombi la kanisa kuomba thamani tathmini amini ya uchunguzi juu ya mwenendo wa padri Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza la Maaskofu Tanzania TEC, anayelalamikiwa kuhusishwa na siasa za chama kimoja cha Chadema. Naomba nikitaje, tunashangaa kumsikia askofu wetu na wengine wakiacha kujadili maudhui ya barua ile na badala yake kuporomosha matusi, kejeri na dharau waumini walioamua kupaza sauti kupigania hadhi ya heshima ya kanisa. Hoja ya tano: zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa na wakati. Sisi tupo kwenye maparokia huko. Kuna viongozi ambao mapadri wanatuongoza katika parokia zetu, lakini wana vitu wanavifanya, sisi waumini tunakaa kimya, lakini zama zimepitwa na wakati, mimi mi binafsi nilipo parokia Mtoni, nilipokulia parokia Mtoni takatifu Bakita pale sisi tulikuwa tuna ujenzi wa kanisa. Ujenzi wa kanisa tuna michango kama unavyojua waumini wa Roma. Tunachanga lakini mwisho wa siku hela zinapokuja kuonekana konde mahesabu hazipo. Nani anaomiwa? Kiongozi wa pale. Lakini waumini wanashindwa kusema kusababu, tukuwa, iyo, kwa sababu tulikuwa tumejengewa hofu hiyo kwamba kiongozi wa dini akosei. Sasa zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa. Tunasema kwa uwazi kwamba zama za viongozi wa dini kujiona hawakosei hawaulizwi na wao ndio dini zimepita. Kanisa la leo linahitaji viongozi wanaosikiliza waumini, wanaoheshimu dhamira zao, na wanaotambua kuwa kanisa linajengwa juu ya waumini wote, sio juu ya mtu mmoja au ofisi moja. Naomba nirejee kwenye Biblia. Biblia inahimiza umoja na mshikamano ikisema hivyo, biblia inahimiza pia, ukiangalia Waefeso 4:3 Jitahidini kuhifadhi kuif... umoja wa Roho katika kifungo cha imani. Hoja yetu ya sita, padri askofu na dhana ya kanisa. Naomba nielezee hili, tunaposema bila kuzunguka... bila kuzunguka maneno, padri si kanisa, askofu si kanisa, kanisa ni waumini na waumini ndo sisi baadhi yao tuko mbele yenu. Kiongozi wa dini anapaswa kuwa muunganishi wa waumini na jamii siku, si mtengenezaji wa mikanganyiko. Kanisa Katoliki tunaloliabudu linapaswa kuwa kimbilio la wote bila kujali misimamo ya kisiasa, si kumbatio la wachache wanaonekana kuwa karibu na mamlaka. Hoja yetu ya saba, tunasema hivi: imani sio utaifa. Imani sio utaifa. Tunasisitiza pia kwamba sisi tulizaliwa Watanzania moja kwa moja, mimi sijafata mafundisho kuwa Mtanzania wala sijabatizwa kuwa Mtanzania. Uta, uta, Utanzania wetu ni wa kuzaliwa, wakati huo Ukristo wetu ni wa hiari, mafundisho na kadhalika. Ndio maana sisi tunapozaliwa tunaanza kwanza, lazima ubatizwe, ushabatizwa upate komunio ya kwanza, ushapata komunio ya kwanza kipaimara, then unakuja kwenye daraja la mwisho la ndoa takatifu. Basi kama upo kwenye ndoa takatifu utaenda kwenye upadirisho, au ndo madaraja ya makuu mawili ya mwisho, ndoa na upadirisho. Kwa msingi huo hakuna kiongozi wa kanisa kwa msingi huo sasa hakuna kiongozi wa kanisa aliye na mamlaka ya kutuvua ukristo wetu kwa kauli za mimbalini wala kwa matusi hadharani. Hoja yetu ya nane, ndugu waandishi, katika hitimisho, tunatangaza hadharani kuwa tunaungana kikamilifu na waumini wenzetu waliotangulia kupeleka barua kwenye ubalozi wa Vatican, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini, waliowasilisha barua kwa balozi wa Vatican. Tunasimamia hoja zao kikamilifu na tunasisitiza kwamba Kanisa Katoliki alipaswi kuingiza katika siasa za chama kimoja, hususani ni CHADEMA, kupitia kauli na mienendo ya padri yoyote. Kwa msingi hiyo, sisi pia tutawasilisha malalamiko rasmi kwa balozi wa Vatican kuhusu padri Charles Kitima kwa kuingiza Kanisa katika siasa za chama kimoja na kuchafua taswira ya Kanisa, na pia tunawasilisha malalamiko dhidi ya Askofu Jude Thaddaeus Ruwa'ichi kwa kuwatukana waamini hadharani na kuwavua ardhi ya Ukristo kwa kauli za mimbarini. Tunasema haya kwa dhamira njema ya kulinda kanisa, si kulishambulia. Kanisa Katoliki ni kubwa kuliko mtu yoyote, cheo kimoja au ofisi moja. Kanisa ni kubwa kushinda vyote hivyo. Kanisa la Kikristo hujengwa kwa mapendo, haki umoja na mshikamano na sio kwa matusi, hukumu, hofu wala upendeleo wa kisiasa. Hilo ndo lilikuwa hitimisho letu na hoja yetu ya mwisho. Sisi Waroman wa Misionari. Asanteni sana ndugu wanahabari wa wa wa <coughs> Mwandishi wa habari wa kujitegemea, ungetusaidia kwamba una sali kanisa lipi la Katoliki na unatoka parokia gani, na ili kuwatoa watu mashaka unakuwa kuna mambo ya jumuia pengine na hata jumuia ambayo una sali, kwa sababu wako ambao wanaamini pengine nyinyi si wa Katoliki, bali mnafanya hivyo tu kwa sababu ya kuchafua. Nimekolewa Bwana Kevin hey. Mimi ni muumini. Nikupe historia kidogo kwa faida na waandishi wengine. Nimelelewa kiimani katika kanisa la Mtoni, parokia Mtoni, Mtakatifu Bakita. Zamani Mtakatifu Bakita kabla hajawa Mtakatifu alikuwa mwenyeheri. Nafikiri wa Roma mnaelewa tukisema mwenyeheri, mnaelewa. Sasa hivi ni Mtakatifu Bakita. Ndio nimekulia kiimani pale. Na ndio maana mifano yangu nilitolea kwa pale. Lakini kwa sasa na makazi yangu Mbagala na nipo parokia ya Kongowe. Eh. Kigango cha kisasa, jumuiya ya Mtakatifu Biligita. Una lingine ukitaka uje, sasa nenda kwenye jumuiya yangu, naenda kwenye kanisa, mapadri wako wengi. Nimekitaja hivyo tu moja kwa moja, sisi wa Roma tuna, tuna, tuna, tuna, tuna details. Ukitaja jina tu moja kwa moja unaonekana ni kweli ah. Karibu mwingine Sisi tutapeleka tutapeleka barua kusisitiza ile ya mwanzo ijibiwe, na isipojibiwa na hii ya kwetu, tunachokifanya tutatembea majimbo yote nchini Tanzania kuhamasisha Wakristo wenzetu wa Roma ni wenzetu kwamba viongozi wetu wa kidini au wa kiimani au wa kiroho wasijihusishe na siasa ya mlengo mmoja. Hilo ndo dhumuni letu la mwisho, tutahakikisha tutatembea nchi nzima kuhakikisha tunawaambia Wakristo hasa upande wa Roman Catholics, kwamba tutaenda kuwahamasisha wakubaliane na sisi msimamo wetu kwamba viongozi wetu wahubiri amani, upendo na haki. Lakini wasiingize kwenye siasa ya upande mmoja. Ay,